Kitu nicho kinoti hata kama mtu ana changamoto au ana ushauri. Kwenye pointi ya kwanza mimi nawapa makaratasi, unajua naandika, lakini pointi ya kwanza ni kumpongeza rais, pamoja na, na machangamoto yote, lakini kwanza naanza kumpongeza Mheshimiwa Rais. Kwao umeona kitu ambacho kinafanyika eneo la utumishi kupitia wa mwenye Dkt. Samia Suluhu Hassan, mambo mengi yamefanyika, mishahara inapanda, madaraja yanapanda, miundo inabadilishwa, malipo ya mishahara yamelipwa kuna watu walitoa mapumziko wamepewa angalau mafao mambo mambo mengi yanafanyika, lakini lakini bado wanaendelea kuomba mbali mbali. Hmm. Hmm. Hmm. Rais kama na lakini, sasa unakuta wale watendaji kata hata ile pesa yao ya ya inaitwa posho ya madaraka unakuta kuna halmashauri miezi saba zijawalipa laki moja unaigia kumi kumi lakini, unakuta miezi saba. Mheshimiwa Samia ameruhusu, ametoa kibali itolewe wa pushuka, wapeni Mama Samia ndio maana karuhusu bungu lipitishwe.